Tijala, amka, simu inaita. Tijala, tijala, tijala, mpenzi wangu, amka, simu inaita. Tijala, ha

nyo yache nimempoteza mtu wa muhimu sana katika maisha yetu, mwanzo ndo nimeshaumbuka tena na kama unavyojua, kwa govi nimeharibu. Niliokuwa namtegemea ndo huyo tena kasha fariki, yaani hata sielewi. Kule nilipokuwa nakaa nyumba hiyo yu, ndo tumeshatolewa, sina pa kwenda. Mi nina wazo. Kwa nini usirudi tu kwa mamaako? Sio rahisi, Rusi, sio rahisi mimi kurudi nyumbani sasa. Usipoenda kwa mamako utaenda wapi? Mi nilikuwa nina wazo. Wazo gani? Wewe unanisaidia sana kwenye mambo mengi, naomba na ili unisaidie pia Unataka nikusaidieje Lucy? Nilitaka nikae kwako, lakini pia nifanye kazi saluni kwako. Baada ya hapo, nikishapata hela nichukue chumba. Nitaama kwa hilo shosti, halitowezekana kabisa. Nisikudanganye, bwana wangu anakuja mara kwa mara, na hata hivyo pale saluni siingizi kipato cha kumlipa Salima pamoja na wewe Yani, halitiwezekana kabisa. Cha msingi we rudi tu kwa mama yako, ushauri wangu tu, Amina. Kwani sikulishaongea au kuna alibi tena lingine? Amamambo Pole sana Amina kwa msiba mtoto uliokukuta. Nashukuru sana ndugu yangu, nimebaki kisiwani. Lakini mshukuru Mungu kwa yote, Mungu atakujalia. Asante Lucy, nina shida moja tu, nahitaji kampani yako. Naomba namba ya mkaka mmoja hivi, kuna siku nilikuja, nilimkuta, ukanitambulisha kuwa mfadhili. Mm, okay, niko basi sawa, andika Sifuri sita themani na saba tisini arobaini na mbili nane nane. Ukimwendea vizuri, niko hata kuzoa kimasomaso haswa, ukizingatia anavyokupenda. Sawa, ngoja ni sevu. Aa, na ukimpata, niko hakikisha usiachie, nenda naye ngazi kwa ngazi, hata kusaurisha matatizo yote ambayo uliopitia kwa tijara. Sawa, asante. Basi sawa. Unajua hmm, nilipopata simu yako sikuamini kama naongea na wewe. Nimefurahi sana sana, yaani, uh, Sikutegemea kama ni wewe, halafu nilicho furahi zaidi wewe kuni <coughs> kunijibu kwamba umekubali mimi kuwa mpenzi wako andi, kiukweli nimefurahi sana. Lakini nitafurahi zaidi pale tutakapoingia chumbani eh? Halafu tukapanda kitandani eh? Na, ukaniruhusu niuguse mwili wako na kuutumia. Kiukweli binafsi nitafurahi sana sana sana. Mbona naongea sana wakati mimi niko hapa hmm? Ah, unajua naongea sana kwa sababu nataka uelewe, naeleza hisia zangu zilizomo kwenye moyo wangu kwamba nakupenda sana eh? na ili ujue kwamba nakupenda Kiukweli nimefurahi pesa, mbona mimi ni wako wewe. Tu ukiamua kunichezea na kuniacha pia sawa. A, mimi nakuahidi nitakupa raha za maisha na utasahau na kero zote ambazo umezipitia kwenye maisha yako, na kama ni pesa hapa ni nyumbani kwake, na kama ni staili tu za mapenzi <laughs> mimi ndio kocha Sawa, kama oh, unaoongea ni ya kweli, maybe fry. Kula juisi, kula. Mbona hunywi? Kula mtoto, kula wewe <hammy> yeah, yeah, kutokea kwenye maisha yangu yani rai na mwanamke usiku mzima alafu eti nisifanye naye mapenzi, haiwezi kutokea siku moja. Alafu unaonekana mwanamke mzuri mtoto, yeah, mzuri kabisa, alafu kumbe una matatizo hivyo. Sasa nisikilize vizuri, kama lengo lako kuja kwangu unidhuru <tuhi> unajidanganya. Nakwambia kule, unajidanganya. Yaani, naenda kulala na mwanamke sasa hivi, sasa nikose hamu kutenda tendo la ndoa. Nakwambia ukweli nitakutafuta popote ulipo mkubwa na nakuchinja mshenzi mkubwa wewe. Sikie. Naomba uchukue kichwa chako uondoke. Nisameni, hmm. Kama kusameni nimesha kusamehe, sio? Unanielewa, naomba uondoke nirudishe chumba cha watu. Kichakuleta hapa kitu gani? Nataka nikijue kichakuleta. Samee mama, nilipotea njia, nikusamee mimi. Nanmba niombe msamaha kwa gozi urudiani mama wangu. Kwa unachekesha, ikakuombee msamaha mimi? Ikweli wewe umechanganyikiwa. Taraka ulitaka mwenyewe, ni nani alikudanganya wewe, ukadai taraka na kuntia aibu mimi hapa mtaani, sura yangu hata pa kuiweka sina. <laughs> leo hii ukakwambia mimi msamaha, mimi na mama naomba nisamehe. <laughs> hata ie kusamehe mimi ya ndo taudisha na ndoa yako, ndoa yako umevunja mwenyewe na kumwacha baba watu, kachanganyikiwa kwa mtia aibu hapa mtaani, leo ukamwambia msamaha. Haya, safari kwa mume zako ndo kaomba msamaha huko.

Jo mwenyeji yapone, njoo mwenyeji yapone, njo mwenyeji yapone, njo. Hapa namuona mwanamke mmoja anaonyesha na wivu sana, na anakupenda andohuya. Huyo babu huyo ndo mwanamke ambaye nampenda na ndo ananifanya nibai salaka. Mgeni njoo, mwenyeji hapo na, njoo mwenyeji hapo na, njoo mwenyeji hapo na na njoo <laughs> Yeah. Kwa hiyo hautaki kushiriki tendo na mwanaume yoyote au mume wako? Sitaki nikutane na mwanaume yoyote, mimi nampenda yeye sana, nanitecheleza. Sawa. <laughs> so, da nitakutengenezea dawa hiyo dawa haitoweza wewe kuruhusu kutana na mwanaume yoyote, na pia itakuongeza mvuto kwa mwanamke unayemtaka na atafanya vile ambavyo unataka awa. Mi nitashukuru, sababu mimi mwenyewe nataka nihudumie, niwe naye kwa kila <laughs> kitu mwenyeji yapone njo mwenyeji yapone njo. Hiyo dawa uitumie leo usiku, umshawishi mtu no wako ili aweze kushiriki tendo na wewe na mara baada hapo hataweza tena <laughs> na mara baada hapo atakuwa shikungu juu shughuli nimemaliza. Asante sana mbabu. Mgeni njoo mwenyeji hapo ni njoo mwenyeji hapo ni njoo mwenyeji hapo ni njoo <laughs> asanteni sana <laughs> tunashukuru. Pia ana uta mzima unazunguka tena vitabu <laughs> ndio bwana, tulale <laughs> ndio stahili bwana

lakini ninahisi labda ni mgili tu, labda nikitafuta dawa za mgili a mchana aeza nkakaa sawa. Nisamehe mama wangu, nisamehe, nisamehe mwanao, siwezi kurudia tena mama, nakuomba nisamehe hapa hadi Karibu. Asante ah, samani tukua tunamuuliza yule mganga poleni ah, sana mganga, amesha fariki, afariki abili ana wiki toka amefariki. Haya ah, asante. Haya ah, karibuni ah, Afanyaje mganga akashakufa? Na wewe unasema yeye ndio anakutegua, hakuna mtu mwingine yoyote wa kutegua tena zaidi ya mganga. Leo mganga atashakufa, unafanyaje? Hayo mambo yenu ma bananga banangayo, mambo usijua kuukauka kwenu bananga, angalia mambo wafanya, ndio mkomege, mwangalie kwanza. Mama kitu gani yoko? Mwana Isaya mkubwa wewe. Naona taibu mbele ya jamii naona aibu mbele yako pia, namwonea aibu hata madebe. Mama nitamtazamaje govi? Kwa hiyo unataka kufa? Au ukitaka kufa kufa hivi. Amina mwanangu, uliofanya naona mazuri wewe. Yaani uliofanya sawa na kuua. Sasa hizi ushamuua mto watu govi, mambo uliofanya sawa sawa na kuua tu, kwa ukitaka kufa kufa. Wana Isaya mkubwa wewe. Wewe, aya. Ah, ushabananga tayari. Sawa, nitajua nini nitakufanya. Tondoke.